Mdau wa Dela Media Production ikiwa leo ni tarehe tano mwezi wa 11 mwaka 2015, ni siku ambayo Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye anamaliza muda wake, moja kwa moja amekabidhi nchi kwa Mheshimiwa Rais wa awamu ya tano, Dr. John Pombe Magufuli na katika kumkabidhi kuna viapo ambavyo viliweza kufanyika pale katika uwanja wa taifa, uh, jijini Dar es Salaam. Lakini pia vilevile vile makamu wa rais Mheshimiwa Samia Suluhu naye pia ameweza kuwapa viapo mbalimbali katika kulitumikia taifa. Moja kati ya viapo ambavyo vimeweza kutolewa na waheshimiwa wote ni pamoja na kulinda uh, na kuitetea katiba ya muungano wa Tanzania. Utawasikiliza hapa kupitia Dela Media Production. Mimi naitwa Adela Kavishe, karibu sana. Mimi Johni Pombe Josefu Magufuli na hapa nitatenda kazi zangu za urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa uaminifu, kwa kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria mila na desturi za jamhuri ya muungano wa Tanzania, bila woga, bila upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu, nisaidie. nam, nam, Mheshimiwa. Mimi John Pombe Joseph Magufuli na hapa katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitaitumikia vema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi yangu ya makamu wa rais na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie ni hayo machache tu kwa leo. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Hongera sana mheshimiwa Rais wa awamu ya tano, Dkt John Pombe Magufuli na makamu wa Raisi Mama Samia Suluhu Hassan uh, kwa siku hii nzuri, na tunawatakia kila laheri katika kuongoza taifa letu. Mimi naitwa Adela Kavishe, hadi wakati mwingine kupitia Dela Media Production.